Karibu mpenzi mtazamaji wa Afrimax Swahili, kama ilivyo kawaida yetu kila siku kukuletea habari mbalimbali mbali za kusikitisha na kusisimua. Na leo tena tumekuletea hii ambayo itakushangaza kidogo, pamoja na changamoto alizopitia mama huyu. Huwezi amini kile watu walichomfanyia hususan ndugu zake wa damu, na kusihi uwe na mimi mwanzo mpaka mwisho, ili uweze kujua ni kipi kile mkuta dada alitendwa vibaya na familia nzima. Kila mtu alimtelekeza, baadaye akaamua kwenda kuishi kwa kaka yake, lakini mwisho wa siku akajikuta amezaa watoto wawili na kaka yake kaka alikuwa anamnyanyasa sana, akimtesa na mwisho wa siku alimbaka. Na wakati haya yote anatokea, msichana huyu alikuwa bado mdogo sana. Alipata ujauzito wa kwanza akiwa na umri wa miaka 17 tu, maisha yake akawa ni mateso kila siku, hadi ikafikia kipindi akawa anafikiria kujiua kabisa. Hii ni simulizi ya kusikitisha mno juu ya maisha yake. Unajua, kufanya mapenzi kati ya watu wawili kutoka katika familia moja, katika jamii nyingi imekuwa ikiaminika ni jambo linalochukuliwa kama la ajabu, la haramu na hata la kishetani. Yaani jambo hilo limekuwa likikatazwa katika jamii nyingi, linatisha na ni dhambi mbele ya jamii, hata kwa Mungu pia. Lakini huyu dada hapa ana watoto wawili aliozaa na kaka yake wa damu. Leo anasimulia kila kitu kuhusu maisha yake.

Nilikuwa na ndugu lakini hawakuwahi kunijali hata siku moja. Dada yangu mkubwa pia alikuwa ananiambia kila mara kwamba mimi sio wa familia yao. Watu wengi kwenye familia walikuwa hawataki kabisa kuwa na mimi karibu, kuanzia ndugu zangu wa tumbo moja, mashangazi, wajomba na kila mtu kwenye ukoo. Tangu nikiwa mdogo, nilikuwa sijichukulii kama binadamu, nilikuwa najihisi kama ni mtu wa kupita tu. Kuanzia darasa la kwanza hadi la sita, baba yangu hakuwahi kulipia ada yangu hata siku moja. Mama yangu ndiye aliyekuwa anaangaika na jitahidi kwa kila njia kuweza kunisomesha. Nilifanikiwa kufika sekondari, lakini nilipoingia kidato cha pili, dada yangu mkubwa alinizuia kwenda shule. Alisema hawezi kuona mama akitumia mali za baba kwa ajili yangu. Alidai kuwa mimi sio ndugu yake. Mara kwa mara alitamani ningeuliwa hata kwa kugongwa na gari barabarani lakini Mungu aliweza kuniepusha kiukweli. Niliacha shule nikaondoka nyumbani na kwenda mjini kutafuta maisha. Kufika huko mjini, nikapata kazi kama mfanyakazi wa ndani. Nilianza kazi hiyo nikiwa na umri wa miaka 14 tu, lakini nilipofikisha miaka 17, kazi hiyo ilikuwa imenichosha sana, hivyo nikaamua niende kwa kaka yangu aliyekuwa anaishi na mke wake. Nilishindwa kurudi nyumbani kwa sababu walikuwa wananitesa sana. Kule kwa kaka nikaishi kwa miaka kadhaa. Siku moja, mke wake alisafiri kwenda kijijini kwao, kaka akarudi usiku amelewa sana, na mwisho wa siku alinibaka. Nililia kwa sauti, lakini hakuna aliyesikia. Kumbuka, hiyo haikuwa mara yangu ya kwanza. Nikiwa na miaka mitano tu, kaka yangu mwingine alinifanyia kitendo cha kikatili, yaani kunibaka. Tulikuwa tukiishi kwa bibi yetu, na siku moja tulipokuwa tunapita kwenye shamba la migomba, kaka yangu alinibaka. Kipindi hiko nikiwa mdogo sana, sikuwa hata na ufahamu vizuri. Kiukweli hali hiyo ilikuwa ni ya kusikitisha sana. na huyu kaka yangu wa pili baada ya kunibaka huku akiwa amelewa, niliweza kupata mimba. Sikuwa na pakwenda, sikuwa na pesa, hivyo kanibidi nibaki tu. Aliniambia nifiche siri hiyo, eti atahakikisha anatusaidia mimi na mtoto, lakini hakuwa anatoa msaada wowote. Mke wake aliporudi na kugundua kuwa nina mimba, alitoa taarifa kwa viongozi wa mtaa. Kaka alikana kila kitu, akidai hawezi kufanya kitu kama hiko, lakini walimkamata na kumfungulia mashtaka mara tatu mfululizo. Japo kila mara alipokuwa akikamatwa, mwisho wa siku alikuwa akiachiliwa. Nilikuwa nimejiwekea lengo kwamba nitangoja mtoto azaliwe afikishe miaka mitatu ndipo nirudi kijijini, lakini mtoto alipofikisha mwaka mmoja tu na nusu, kaka yangu aliweza kunibaka tena na mwisho wa siku nikapata mimba ya pili. Nakumbuka ilikuwa ni usiku, kiukweli, tulipigana sana, lakini alinilazimisha na mwisho wa siku akanibaka. Kiukweli aliweza kutumia nguvu kuweza kunibaka. Nilipopimwa nikagundulika tena kwamba nina ujauzito, akaanza kunitesa zaidi, kunipiga ovyo na kunilazimisha nitoe mimba Nilimwambia siwezi kutoa mimba. Nilikuwa mdogo sana na nilikuwa naogopa kufa. Sikuwa tayari kutoa mimba wala kumuua mtoto wangu. Kila nilipopinga alikuwa akinipiga sana. Sikuweza hata kula vizuri, mwili ulinyong'onyea hadi watu wakaanza kuniita maiti inayotembea. Mimba ilipofika miezi mitano, alijaribu kuniua kabisa. Alinikaba shingoni, akanipiga kwenye paji la uso, na ndio maana hadi leo nina makovu. Alitaka kuniua sababu nilikuwa nikikataa kutoa mimba. Nilivumilia, nikaamua nirudi kijijini kwetu. Kule kijijini nilipitia maisha ya mateso sana, huzuni na maumivu ya moyo havikucheza mbali na mimi. Nilianza kupoteza matumaini, nikaanza kufikiria kujiua. Lakini baadaye nilikutana na mchungaji mmoja kutoka Tanzania. Alikuwa amenifuata hadi huku, aliniambia mambo mengi kuhusu maisha yangu, akanitamkia kwamba Yesu ananipenda. Wakati huo mtoto wangu wa kwanza alikuwa na miaka minne na wa pili alikuwa na mwaka mmoja tu. Baada ya kuona mateso yangu mchungaji aliniomba kwamba niende Tanzania nikafundishwe angalau ushonaji katika chuo chao cha ufundi. Mama yangu alikubali kubaki na watoto wangu, lakini dada yangu aliniambia kama endapo nitaenda basi watoto wangu kutu watakuwa wakishinda na njaa na yeye ndiye atakayefanya hivyo, nikaghairi safari hiyo. Angalau kwa sasa nimepunguza mawazo kidogo, kwa sababu watoto wangu ananisaidia kazi ndogondogo. Mwanangu wa kiume huamka asubuhi na mapema kwenda kuchota maji, dada yake hufagia nyumba na kuosha vyombo. Siwaoni tena kama mzigo kiukweli. Ninachoweza kusema kwa sasa nikiwa na wanangu huwa ninaishi kwa furaha sana, na sina mawazo kama yapo awali. Baada ya miaka nane ya mateso niliweza kupata mume tukaoana kihalali. Kwa mara ya kwanza nilianza ku experience mapenzi ya kweli, nilihisi ndio kwanza nimeanza maisha mapya. Niliwapeleka watoto wangu kwa bibi yao kijijini, lakini furaha haikudumu hata kidogo. Siku ya pili baada ya kupeleka watoto wangu huko kijijini, mume wangu aliweza kuniacha na kilichofanya niache ni baada ya kuambiwa na mwanamke mmoja hivi ambaye alikuwa akidai kwamba yeye ni nabii. Na mwanamke huyo alimwambia kuwa mimi siyo mke wake wa kweli, yani alimkomvisi kwa kila namna. Na huwezi amini, asubuhi na mapema mume wangu aliamua kuamka na kuondoka. Sabiri, basi mume wangu akaamua kuondoka. Aliniacha nikiwa mja mzito. Leo nina mtoto mchanga wa miezi miwili tu, ambaye atakuwa bila kumjua baba yake, baada ya huyo nabii kumshawishi mume wangu. Huwezi amini, mume wangu alikataa hata kulipa kodi ya nyumba. Sasa hivi kaka yangu anataka nirudi ili niweze kuishi naye pamoja, lakini siwezi kuingia tena kwenye mtego huo, siwezi rudia kosa. Naomba kila mtu ajihadhari na manabii wa uongo. Pia naomba msaada wa kodi ya nyumba, sina pa kwenda wala fedha. Mpenzi mtazamaji, changamoto kama hii isikie tu kwa mwenzako, ila omba ya siku kute Dada huyu alikuwa na jambo la kushauri kwa jamii kuchie, na, na, na ningependa kuwashauri wazazi kwamba fuatilieni sana maisha ya watoto wenu wa kike. Dunia imejaa watu waovu sana. Kwangu alikuwa ni kaka yangu, kwako kwa anaweza kuwa mtu mwingine. Kama endapo wazazi wangu wangenijali na kunielea vizuri, basi nisingepitia haya yote. Ukiona kitu hakiko sawa, ni bora ukiseme. Dunia imejaa na uovu sana. Mara nyingi, waongo, waoga na wabinafsi wamekuwa wakipata nafasi za juu kuweza kuharibu maisha ya wengine. Moja ya makosa tunayoyafanya ni kufikiria kuwa dunia imejaa watu wengi wema kuliko waovu, lakini huo sio ukweli hata kidogo. Mpenzi mtazamaji wa Afrimax Swahili, kutokana na kisa hiki cha mwanamke huyu, wewe ulikuwa na lipi la kusema?